Licha ya kwamba tunakwenda kuwakosa baadhi ya nyota muhimu kabisa, nyota ambao wamekuwa wakifanya vizuri wakiwa na klabu ya Dar es Salaam Young Africans, ambao tunawategemea sana, hasa katika michezo ya kimataifa. Tuna imani kubwa na uamuzi ambao umefanywa moja kwa moja na viongozi wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Ni uamuzi ambao wengi ulitushitua, wengi umetufanya tuwaze mara mbili mara tatu. Shida iko wapi? Shida kuna nini? Hatujui maamuzi hayo kwa nini yamechukuliwa, lakini tumekwisha kubaliana nayo, na tuende kuzungumzia moja kwa moja mchezo ambao tunakwenda kukutana nao, mchezo wa kimataifa, mchezo wa kima kwanza kati ya Young Africans dhidi ya wawataz, wa Wataza wa laf Labat, watu kutoka Moroko ambao wamekuwa na fomu nzuri, licha ya kwamba wapo vizuri, wako vizuri zaidi ya walivyokuwa jana, sisi hatujali, tunakwenda kushinda, tunakwenda kuchukua alama tatu, hata kwa goli la mkono tunazihitaji alama tatu. hiyo ndo kauli ya mashabiki wa Dar es Salaam Young African. Hiyo ndo kauli ya wanachama wa Dar es Salaam Young African. Hiyo ndo kauli ya wachezaji wa Dar es Salaam Young African. Kama wewe unashabiki wa Young African, usisahau kusubscribe na kuniambia unashabiki ya Yanga kutokea maeneo gani, lakini tunakwenda kumzungumzia, alafu labda tunakwenda kumzungumzia nyota ambao tunakwenda kuwakosa katika mchezo huu ambao tumekuwa tukizoea watafanya wakifanya mambo makubwa katika michuano na katika jezi ya timu ya Dar es Salaam Afrika. Sasa moja kwa moja tunakwenda kuzungumzia umuhimu wa kushinda mchezo huu. Ukiangalia kwenye kwenye kundi letu, tuna tunao giant kabisa hapa bahari, lakini tunao hawa wawili laflabat na huyu mwenzake ambao inabidi tuluke nao vile ipasavyo, tuluke nao kwa njia yoyote ile. Tuchukue alama tatu nyumbani, tuchukue alama moja wala ugenini, hata kama tutapoteza ugenini, lakini tukichukua alama tatu kwa awa watu wote watatu nyumbani, au tukachukua alama tatu kwa watu wawili na tukachukua alama moja kwa hali, tuna uhakika angalau kuna watu, kuna mtu mmoja au wawili kati ya hawa atakwenda kupoteza alama kwa hali, kuna mwingine atakwenda kupoteza alama kwa mwenzake. Kwa hiyo sisi hatutajali hesabu zao, tutajali sisi wenyewe, tuchukue alama tatu hapa nyumbani, tuchukue twende kule ugeni, tutafute hata alama moja kwa yoyote, na tutakwenda kufuzu kwa kishindo katika grupu hili ambalo ni grupu la kifo grupu ambalo kila mtu anaweza kushinda kwa kishindo usawu, kusubscribe. Lakini kuna swala moja ambalo nimelizungumza hapa la wachezaji kadha wa kadha kuikosa timu ya, ya, ya la Flabat. Hapa tuko tunamzungumzia mchezaji Clement Mzinze ambaye yupo kwenye majeraha kidogo, lakini kulejea kwa kwa ataula ambaye kwa sasa atatumika tuna kumeongeza kitu lakini pia kurejea kwa mchezaji ambaye ni Mudastri ya Ayabase na unakwenda kuongeza kitu, lakini kuna tetesi na kuna mambo mengi ambayo yanazungumzwa kwamba Young Africans kwa nini wameenda kule Zanzibar? Sisi hayatuhusu hayatujali, na tunachotaka ni kushinda michezo ambayo iko mbele yetu, ni kushinda michezo ambayo iko mbele yetu. Tunaongea kwa sauti ndogo ya unyenyekevu, tunahitaji alama tatu na si vinginevyo. Mashabiki wa ambao wapo Dar es Salaam hawana hata haki ya kulalamika kwamba kwanini mchezo umekwenda kuchezwa kule Zanzibar, kwa sababu wamekuwa wakiangusha klabu ya Dar es Salaam Young Africans, wanaweka wana, wana mechi aa, mechi zinakuwa vingiliwa vule kwa sababu hawakwenda kujaza uwanja, hawaendi uwanjani kabisa. Sasa kwanini tusiende Zanzibar tukajaza uwanja tukapiga mapesa na tukachukua alama tatu kwa kishindo. Usahau kusubscribe, tutakutana wakati mwingine bwana, asante, asante sana.